Askofu mkuu wa dayosisi ya Nakuru Cleophas Oseso amesikitishwa na kifo cha Papa Francis. Ameelezea kuwa kufariki kwake katika msimu wa Pasaka kuna maana kubwa katika historia ya kanisa la Katoliki. Kipindi cha Pasaka kwetu kama Wakristo ni kipindi ambacho kinatukumbusha mateso, kifo na ufufuko wa Kristo na kwamba Baba Mtakatifu pia ameaga katika kipindi hiki ni, ni dhihirisho ya, ya kuweka matumaini yetu kwake Mungu na kuonyesha kwamba kifo hakina ushindi. Askofu Oseso pia amesema Papa Francis atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa wa kutangaza jumbe za amani ulimwenguni, haswa maeneo ambayo yameendelea kukumbwa na uhasama. Uh, hivi juzi pia katika uh, mwongozo wake kanisani alianza safari ambayo ilikuwa inaitwa safari ya kisinodi, na katika safari hiyo alitaka kutuonesha kwamba sisi ni kitu kimoja, na tunapaswa kuendelea kushirikiana katika safari hii ya ya umishonari, na alisema ni nafasi ambayo anataka kusikiza zaidi, sio kusema anataka kusikiza wale watu pale chini wanasema nini. Katika kaunti ya Mombasa, askofu Martin Kivuva amesema kuwa Papa alikuwa mpenda utu, na japo Wakatoliki walikuwa na imani angepata nafuu, wamekubali mpango wa Mungu. Kivuva amesema kuwa matamshi yake ya ndoa ya jinsia ya moja yalieleweka kwa makosa na Papa Francis alikuwa na msimamo tofauti kuna watu walikuwa wanashinikiza jambo hilo kupitia e, wajumbe wao au katika mwamko wa mambo leo katika nchi mbalimbali wanaosukuma ndoa za jinsia moja. Kanisa kwanza tulika, tulisikanusha hilo, na baadaye hata tulipokuwa na mikutano, wengi waliomba radhi kwamba ilieleweka makosa. Maria Wainaina kutoka dayosisi ya Nyeri naye amesema kuwa viongozi hapa nchini sasa wafuate na waongoze kutumia mafunzo yake askofu mtakatifu so i would want to take this opportunity to call on the catholic community everywhere here in our country and in the whole world to take calm to become at this time that the church will be looking for a new leader Edward Mulo kutoka Jimbo la Kitui amemsifu Papa mtakatifu akisema amefanya kazi kwa uzuri, hasa kuvumilia katika mateso, akiwaomba Wakenya haswa wa Katoliki kuvumilia wakati huu wa kuomboleza. Amefumilia katika mateso, amefumilia katika ugonjwa, na hayo inatuonyesha mambo ya kufumilia. Kuna mambo mengine ambayo am, ametuonyesha hasa kuwapenda wale ambao hawajiwezi, maskini na kuonyesha watu wawafikie kupitia ujumbe. Askofu Muheria wa dayosisi ya Nyeri amewahimiza Wakenya wazidi kumwombea askofu na kutenda mema katika kumkumbuka Papa mtukufu. Nao mapadri katika kaunti ya Machakos wametoa risala za rambirambi. Wamesema hata ingawaje ni wakati mgumu, wanaimani kwamba Papa ameenda binguni, ni jambo la huzuni lakini kwetu ambao tuko na imani kwamba tuko humu duniani, lakini tutaondoka, tuta duniani hii, kwetu ni kusema amepumzika, amepumzika, anaenda kwa Baba. Mumbi wa Mbogo, runinga ya K24.